Uh -huh. Sasa hefk hata tunaanzia eh? <laughs> tunaanzia ehe. <wabi. laughs> Asante madam kwa nafasi hii. uh -huh. Kwanza kabisa ninapenda kusema kwamba mimi hapa sina, uh -huh. sina rafiki, sina rafiki, sina shoga, mi nipo kazini. Kivipi sasa, mbona umeambiwa uko karibu sana na tunaenda koko? uh -huh. Sina rafiki sina shoga nipo kazini. uh -huh. na mimi hapa ninafanya kazi na watu wote mpaka, uh -huh. huyu kuna muda amenikimbia, uh -huh. nimemwita njonjo akaniambia mimi naenda kule bwana, nikamuona kabisa ananikimbia kwamba uh -huh. yani sichagui, uh -huh. nafanya kazi na watu wote, yani watu wote na yani sina nayemtetea hata mmoja, madamu wepi anajua. uh -huh huyu wanasema nipo karibu naye, huyu ananisumbua sana. Anakusumbuaje? yani kwamba unaweza kumwambia fanya hivi anafanya hivi, na mimi huwa nina tabia nikimuona mtu aelewe kwamba anataka kujifunza au, yani sio kwamba anataka kujifunza, yani kwamba uelewa wake mm -hmm. ni wa taratibu, umeona mm -hmm. Kwanza asikii vizuri cha kwanza, jamani, umeona, unaweza mna mtu asikii vizuri na mjaniambia kwa hiyo una usikii vizuri, una shida ya kusikia eh? Mweka mic hapo, mpe maiki kwanza, tumalizane naye. Kwa hiyo usikii vizuri? Ndio. Eh, shida ilianza lini? Tokea mdogo? Tokea mdogo. Masikio yote? yani mtu akiongea taratibu ndio maana hata nilivyofika hapa nilikuwa nafanya kazi ila nilikuwa nili, nilipoa ili niwaelewe watu sikutaka, mm -hmm. ile kwenda direct kwamba mi si sijua, siwajua. Kila mtu na tabia yake, kuna mwingine anaweza akajua mtu ana, ana tatizo fulani akaambia, mm -hmm. asikii au akashauti mtu fulani kwa sababu asikii, hata mkiwa hapa au akaongea kwa nguvu, koo iko kitu kinakuwa kinauma ni ili nisijisikie vibaya, niwe kama na wengine ko, unakuta niko kimya, kama Madamu akiniagiza nenda ulipa, naenda nafanya hivi nafanya, nafanya. kwo nilipobaki hivi wachache Madam wepe akaniambia ulipa changamka, yaani wewe ukipoa waueleweki una, unafanya kazi au ufanye ukichangamka, ndio hivyo unashauti shauti unafanya hivi. Sasa mimi nikafikiria, sasa mimi niweje? na uki, uki ukimwambia binadamu au mwenzako hawezi kukuelewa ukimwambia nini? Yani, mfano kama ukimwelezea shida au unafanya hivi au hawezi kukuelewa yani, au ukamwelezea tatizo mm, au ukamwelezea kitu kinachokusumbua mm. Kwa hiyo ndo kilicho nibidi kabidi niwe, niwe karibu na madamu, ndio maana hata saa alivyonipa ile kufungua geti nakuta hivi, jamani, akifungua geti huku mtanisaidia kwa hiyo nakuwa unawambia wenzako wakusaidie. Maana wewe usikii sasa. Geti likigonga usikii. Kwa hiyo nakuwa huku hey, hey, busy sasa, unakuwa jikoni kule napika, nafanya hivi. Sasa wewe ah, hai... ukipewa kazi ya geti ufungulie wageni huwezi kuwa tena jikoni unapika na ni, nilifanya hivyo hey. Kesho yake nilikuwa nimekaa na angalia getini sasa, na huku sasa sionekani, kesho yake wote wakawa wanalalamika, wewe ufanyi kazi mwenzako ukaamka kaosha vyombo kasimama siku nzima mm -hmm. kafanya hivi kafanya hivi Nilitaka nimpelekee saa funguo ila nikasema hapana. Kwa hiyo nakuta na kaa kidogo, alafu naenda namwambia chef kuna kitu cha kusaidia hapo au nikiona wanafanya nasaidia, na wasaidia narudi tena. Sasa, sisi hapa kwanza kabisa mtu akija, tunamuulizaga kama una shida yoyote, changamoto yoyote. Mbona hiyo ni changamoto ambayo utakiwa uireport? Kwa sababu mpaka umepangiwa kazi ambayo ulikuwa unapata shida kuifanya. Getini kule si lazima usikie, jamani. Eh, sasa wewe usikii, una shida ya kusikia halafu hujatuambia, umepangiwa jukumu la kufungulia wageni, hmm? Lakini sio hivyo tu. Sisi tukikupanga kazini, bosi wako anaweza kufikiria we ni mjeuri. Anakuita unanyamaza, ni kiburi, kumbe ni shida yako unayo je? Sema. Tunavyowaambia mseme, maana yake ili tuweze kuwashauri na kuona ni kwa namna gani, yani unaweza ukafanikiwa katika hizi kazi au la, labda hutaweza kuzifanya kutokana na shida ulionayo. Maana unaweza wewe unalazimisha, lakini ukawa unakosea, alafu watu wanakuona kama upo haupo, lakini kumbe kuna kitu chako ndio changamoto ambayo angejua jinsi ya kujili nayo, angekuwa tu wanajua, labda unapomtazama mtu ndio akusemeshe. Na maana mtu kama una shida ya kusikia, ukiwa unaangalia kule, nikikuita unaweza usinisikie, si ndio? Asa hapo unaanza kutafsiriwa kama mjeuri si ndio? Watu wataanza kusema Oliva mjeuri, unamuita yuko hapa akujibu. Haya, ita maiki. Um, Liv ameshindwa kuwa muwazi na kutulipotia mapema kwa ile mara ya kwanza wakati anafika kituoni, alikuwa ndio hivyo, amesema anachagua watu wachache ku, wa kuhusiana nao ili awe, awe rahisi ku, kuwasiliana nao, so sisi tulikuwa tukimwona yupo na mwingine mmoja tunaambia n mbona mnakaa wawili muda wote, mbona hamjihusishi kwenye shughuli nyingine so ulikuwa hata ukimwambia kuna muda anakaa vile kwamba amekusikia, lakini hatoa ile reply Alishawahi kuitwa ofisini, akapewa feedback, akaambiwa ana kiburi, ana jeuri na kumbe sisi tulikuwa bado hatujui shida yake, kwamba mm, kwa anaongelesha wenzie kwa, kwa sauti kubwa. Jana kwaambia mbona amepoa hivi, alisema anajisikia vibaya, anaumwa. Kwa ameshindwa kuiripoti hiyo changamoto yake, ili aweze kusaidika kwa wakati mdao, mdao sisi tunasema anashindwa kumiti uh, kukidhi vigezo vyetu kumbe yeye ana changamoto ambayo ameshindwa kutulipotia. Kwa hiyo pia hii tunatakiwa tujifunze kwamba changamoto ukiwa nayo, ripoti ili uweze kusaidika. Tuangalie namna ya kuweza kusaidia. Lakini ukiwa hujaripoti sisi tutajuaje? Sisi pia ni binadamu kwa sisi tunasema labda hutaki kutenda vile ambavyo inatakiwa. Kumbe wewe ni changamoto ambayo natakiwa useme tuone unasaidika na kama usaidiki basi tunafanyaje? Kwa hiyo pia tunatakiwa wote tujifunze. Hmm. Ya, kwa hiyo um, sasa mnafanyaje baada ya kujua kwamba ana hiyo shida mmeamua bado? Hmm. Yani hiyo, hiyo itabidi kwanza tuiangalie tunafanyaje. Kwanza umetudanganya ukijua unajisaidia, lakini hiyo sio nzuri, unaelewa eh? mm -hmm. e, kwenye kwenye maisha inabidi uwe mkweli. Unaweza ukasema nikiwaambia hawatanisaidia, lakini you never know. Ni kwa sababu unafanya kazi zingine, hiyo changamoto yako inaweza ikafunikwa na utendaji wako wa kazi, si ndio? E, kwa hiyo usiogope kusema changamoto. Ndio maana sisi tukasema, kama una shida yoyote ya kiafya tuambie, kwa sababu usiposema utaumbuka. Sasa tunaona tayari umeshindwa, yaani kila uki kila wakikuangalia unaona kuna kitu hakiko sawa, mwishowe ndo umekuja kusema kumbe usikii vizuri. Lakini ungesema toka mapema, nafikiri watu wangejua jinsi ya kudili na hiyo changamoto yako. Kwa hiyo itabidi tena turudi upya ofisini, tuangalie sasa tunafanyaje? Sawa, ehe. Hii kwako na kwa wadada wengine wote ambao wanakuja hapa, kama una shida yoyote ya kiafya yoyote sema, ili tujue tunawezaje kukushauri. Sisi lengo letu ni kukushauri jinsi ya kuweza kujiboresha na jinsi ya kukabiliana na changamoto ulionayo. Mhm, haya chef, tuendelee. Haya, kwa hiyo huyu, ile shida yake yani nikawa ni atuelewani, yani nikimwambia fanye hiki anafanyiki, fanye hiki anafanyiki. sasa mimi nikawa, yani kuna baadhi ya vitu nikawa nataka nimtumie yeye kwa ajili ya kumsaidia kwa sababu pale dada hawa, kuna vitu ambavyo vingi anavijua huyu havijui, na wote wanaenda kwenye kazi kwayo mimi naangalia mtu ambaye unakuta ana udhaifu sana, mimi ndio naangalia hapa na anahitaji kusaidia, kwa sababu wote wanaenda kazini, umeona. huyu anaenda anajua kupika mchicha, anajua kusonga ugali, huyu ajui inakuaje, na wote wanalipa wa mshahara mmoja. Kwayo mimi nilichokuwa nafanya huyu ni kama kumsaidia, na hiyo so, shida yake unaweza ukamuita ukamwambia Devota njoo, hajakusikia kusikia Hmm. Na mfano nimekuita wewe hmm. Umeona kwa nilivyomwona vile ndio maana nikamweka karibu. Sasa unafanyaje ili wageni wetu wasiendelee kujenga hiyo picha kwamba wewe unapendelea? Kuna watu wako unaowapenda, unaowaweka karibu, wengine una habari nao. Unafanyaje? Kwa sababu hiyo sio picha nzuri kwa kituo. Sisi tunakuamini wewe kwamba utakuwa unatupresenti vizuri, wote wanajua vitu sawa ambavyo unafundisha. Of course, kila mtu atatoka na uelewa wake, lakini angalau uonyeshe kwamba hichi kitu wote nimewa elekeza hmm, na japo kwenye kununa pia unarukaruka msemi. <laughs> Kwa nini ni mtu mzima hawao kwenye swala huyu kwa karibu? Ni hicho kingine cha kusema kununa, nilikuja nikawakuta wamekaa pale nje, nilikuwa na haraka sana. Yaani nilikuwa na sababu, nilikuwa nimechelewa, nimefika hapa saa mbili na madakika. Kwa hiyo nilivyokuja nikawa nakimbia kuingia ndani sikumbuki kama niliwasalimia au la, ila nakumbuka nilisema, siku za saizi, walikuwa wamekaa pale, yeye na shoga yake. Wao ni mashoga, lakini mimi nachukulia tu kawaida, ni maswala ya kazi. Huyu na huyu, hapo umeona kina una tu, ni kawaida. Nikakimbia kuingia ndani, umeona kusema kununa. Madam mimi sikumbuki. Kwanza mimi siwezi kufanya kazi na mtu nimenuna yani, siwezi. Ndio hiyo uichukue hiyo feedback hmm. yako, yani siwezi. Ndio hiyo uichukue hiyo feedback yako, maana huwezi kufundisha watu ambao unawanunia. Umeelewa? hmm na sisi hapa kituoni hatuwezi kuruhusu mm. mtu ambaye anagawa watu mafungu mm. mafungu hatuwezi, yani mipasuko haitakiwi. Na hizo ndio tabia ambazo tunasema sio za hela sisi mm. tunawafundisha wao kuwa hela, kuangarisha kuwa na umoja, wanapoingia kwenye jumuiya wajitahidi kwenye hizo jumuiya wasilete mipasuko. Kwa hiyo mm. sasa hiyo mipasuko wao wakija hapa wakiikuta tutakuwa tunawafundisha nini? Tunaongea kwa maneno lakini matendo yetu ni mm. tofauti. E, sasa hivyo vitu hatuwezi kuruhusu, ndio maana wanavyo wanavyoongea mi napenda wanavyofunguka mm. vitu gani wameviona ili tuweze kuvirekebisha. So, so, kununa, mimi sidhani. Alafu sasa anavyosema kununa, mi naona ndo mtu ambaye niko naye karibu katika baadhi ya baadhi ya kazi. Sasa yeye anasema kwamba mi nilimnunia. maanishi Hey, ukiwa naye karibu haimaanishi kwamba hujanuna. Kuna hizo siku ambazo ulikuja na mamodi yako. Kwanza ulikuwa umechelewa hasa wewe kwanza, picha linaanza umeshachelewa Mi nafikiri wewe ulivyokuja, badala ya ulikimbilia wapi? Wakati wao ndio wenyeji, wao ndio wamelala hapa. Kwa hiyo na, na, niwapishi kama wewe umekuja saa mbili ungeanza kuwauliza ripoti vipi, jamani, mmeshakunywa chai, kuna kitu gani, si ndio jamani wewe eh? Unapita tu fiu, unawapita watu ambao wamekuwepo hapa siku mbili nzima ambazo wewe haukuwepo. Hivi unakujaje? Yaani hivi inawezekanaje? Eh Uwani, wewe unaona hiyo ni sawa? Siku mbili mfululizo hukuja au uliowakuta ukawapita kwa madai kwamba ulikuwa umechelewa. Wao ndio walikuwa hapa, mi nafikiri wao ndio walikuwa, unatakiwa uanze nao jamani, habari za siku mbili tatu hizi? Vipi humu, mmeamkaje? mm. Mmesha kunywa chai, kuna kitu gani kinaendelea, ili uanzie pale kuendelea kwenye ratiba zingine. Mimi niliwasalimia nakumbuka, na kama mm, niliona lakini nimenuna. Acha kujitetea mm. Yaani hapo hapo hapo tayari kunaonekana kuna shida mm -hmm. Uliwasalimia sijui ni kwa haraka haraka, ulikuwa unakimbilia wapi? Wakati wao ndio wako hapa wamekaa siku mbili ambazo wee haukuwepo, si ndio ungewasalimia na kuwauliza vipi, mabosi wako wapi, mmekunywa chai, we si ndio shefu? Ratiba yangu mm -hmm. iko hivi madam. Ninapofika saa 2. Hiyo siku ambayo ndio ni watu hapa wanaamka saa ngapi? Kituoni watu wanaamka saa ngapi? Hujui wanaamka saa ngapi? Kwenye ofisi yako wanaamka saa ngapi? sa saa kumi. Wewe unakuja saa mbili. mm. hivi mtu alioamka saa mbili saa kumi mm. akahangaika kufanya aka, aka, aka, usafi akafanyaje, saa mbili mm. anatakiwa awe amefanya, amefanyaje? Wewe ndio mpishi sasa unakuja mbio saa mbili. Kwa hiyo unaona hicho kitu ni sawa? Ndio, tunaongea na profession hapo, anasema swala sio kupika, ni ni, ah, ah, sasa basi tufanye. Hmm. Ndio saa moja ulikuja, hiyo saa moja ulikuja saa moja maana tumesema saa mbili wanatakiwa wawe wamekunywa chai au yaani, kwenye makosa yako tu yamiliki ya makosa yako, maana tuko hapa kurekebishana na kuna wadada wengi wanatutesa, wanawatesa mabosi, tumewapa tumewapa utaratibu na mabosi wanajua kabisa, dada anafika kazini hiyo saa moja amefika. Tena mtu unayetakiwa kuwa saa moja kazini, unatakiwa saa moja kasoro au saa kumi na mbili na nusu kuelekea saa moja, yaani saa moja inakukutia umeshaanza kazi, kwa mtu ambaye anajielewa. Ndio maana wenzetu wazungu dakika kumi na tano kabla wanawahi kama, yeah. ni mkutano, si ndio? hicho kitu kwani akijulikani, yeah. Sasa tunazungumzia hela eh, hapa tunazungumzia pesa Achane na hizi tabia za kiswahili Swahili za kujitetea tetea. Tunazungumzia nini? Pesa. Kama wewe ume kwa utaratibu, ratiba yako inakutaka saa moja, wewe saa moja kasoro dakika kumi, kumi na tano unatakiwa uwe hapa. Ile saa mbili ulioingia hawa walitakiwa wao wanakunywa chai, si ndio hivyo? eh eh, wewe na wenzako wote wakutwa. Nataka niseme hiyo ni changamoto. Na sisi kwenye nidhamu inasemaje pale ambapo yani, kuna vitu ukivifanya, hata kama una uzuri kiasi gani, bosi wako anaanza kufikiria ku, kuona kama wewe sio mtu sahihi kwake, hata kama una uzuri wa kazi. Sisi tunaelewana eh eh, yani kuna vitabia, na ndio maana niliwaambia watu ofisini wapitisheni, hawa wasione tu kwa sababu najua kupika, eh kutengeneza so, sotojo lile a ah -ah, tumesifiwa sana hapa na mabiriani na nini chef, uko vizuri kwenye jiko, lakini kuna vitabia ambavyo lazima uvikubali uvimiliki ili uweze kuachana navyo. Tabia ya kuchelewa kazini ni tabia ya umaskini, sio tabia za hela, na hapa kama huko kituoni, maanake wewe ndio unatakiwa uonyeshe mfano kwa hawa ambao wanapangiwa kazi huko. Maana kuna wengine hata kama analala kazini alizoea, au aliambiwa kuamka saa kumi na moja kwa ajili ya kuandaa watoto na nini, lakini yeye ndio kwanza anaamka saa moja. Hamjawahi kusikia haya mambo, mambo? Hey, unakuwa ni kama umezoea, umezoea kazi lakini sio umezoea kazi, unaanza kuchezea mshahara, unaanza kuchezea walisema chezea nini, usichezee kazi, kazi. Hey, unaanza kuchezea kazi jamani, tumeambia tuchezee mshahara usichezee nini kazi. Kazi kwa hiyo shefu, bila kupepesa, hiyo habari ya mnuno, mi naona kulikuwa kuna kaeneji ambako hakakuwa kazuri. Kwanza ukuja ofisini siku mbili, hiyo kwetu pia kiofisi haikuwa nzuri, lakini pia ulivyokuja ukaonyesha attitude kwa wenzako ambao uliwakuta watu wako ambao wewe unatakiwa uwaonyeshe mifano mzuri, ukaanza kuwaletea kuwaletia attitude, na hiyo attitude wao wanajumlisha na ulivyompigia huyo rafiki yako, ukamuuliza huko nani kapika. Kwa nini uliuliza, uliuliza, uliuliza nini uliuliza mtu alopika speaker. Si hivyo nani na nani na Jumapili vile. Na nani haya, mpe huyu, alisikia kumbe, umewekwa laudi. Sasa unajua shoga yako, mpe huyu, umewekwa laudi, tajua Tumsikilize hawa. Tulikuwa tu wawili, tumelifunikia hilo biliani nini pilau hilo. Kaka yule akatoka nje, alivyotoka nje mi nikaenda kule nyuma, nikajilaza, nikajilaza nyoshi kidogo, kashaondoka, akirudi tutakuja kuendelea. Simu ikaingia tili, nikasikia za huko nzurumea, mkaja salama na mpika apo hapo, yeye amesimama, mimi hapa nimelala <laughs> nani amepika ya? E, ya kwanza nani amepika, akatajwa huyo hapa mia ie ndo mpika. Unalijua o iik na nasemaje, mi kiu kawaida. Sisi waswahili bwana, kawaida, unaenda kazini lazima ujue ile kazi yako leo nani kaifanya. Paka jikoni na sisi tumekaa pale, hajasalimia alipotoka jikoni kuja nje mimi nikaanza kumsalimia habari za huko, akasema salama. mm -hmm. na jinsi anavyokuwa yeye anatoa salamu anatoa tabasamu kubwa, ili asikuonyesha kama nini amekasirika, lakini sisi ni wakubwa tunajua. hey, alisema hapana. Alafu na tabia nyingine, ametoka nyumbani akikuta kitu tofauti anafoka, hajui kumwelekeza mtu vizuri. mm -hmm. hey, na anafoka kweli Mm, watu viongozi kabisa, anateseka sana huyu, anapokewa siku subuhi, huyu hapa leo amejisahau leo kuweka eh chupa la maziwa, kila mtu ataongea, yule dada mwingine aliondoka leo kasahau kubadilisha chupa la kwako, ndo amewekewa maziwa ya watoto na watoto uh, wakasahau kunini, yaani wakachenji wakachenji tu zile chupa mbili uh, zile wakatengea maziwa. Alivyofika subhana shahidi waliokuwepo wanakunywa chai, kagomba kwelikweli. Uh, kwa nini mnafanya hivi, na wewe msipendagi kuweka viongozi wawili wawili, sudii na nini? Kimya, hatukujibu uchokifanya sisi. Tumaweza kunywa chai, so shoga yangu sisi wote Devota ataongea na yeye. Devota ataongea. Labda yeye amenyamaza kuongea, lakini mimi nimeongea yeah, kama mimi mona uh -huh. Tumeanza kunywa chai tukaendelea mambo mengine. Tumeshaanza kushughulika kila kitu, tunaingia jikoni kuna kitu gani? fanya fanya fanya hivi, na kuna vyombo pale jikoni naosha, ukikuta vyombo nje tunaosha hivyo.